Habari mtazamaji wa Gulam Channel. Leo nitakufundisha jinsi ya kuset simu yako mtu anikupigia ite jina lake au namba yake. Ila kama ndo mara yako ya kwanza usahau kusubscribe, like, share na comment kwa ajili ya maendelezo ya video mbalimbali kama hizi. Cha kwanza utafungua setting yako hapo, mimi nitafungua setting. Kisha nitaenda kusearch, ni enda kubonyeza kwenye search. Nitasachi, nita search answering and ending call, nitaibonyeza alafu. Hapo nitaingia accessibility, hapo ya, ya mwanzo kabisa nitaingia, tafungua hapo. Kama unavyoiona answering and ending call iy yapo, taifungua ya, ya mwanzo kabisa, read, read call Name aloud utaiwashe, kama unavyoona hapo utaiwashe, kisha utaibonyeza, alafu ndani hapo utaweka always hapo. Utapata kupigiwa na mtu itaita jina lake. kama uje subscribe, usisahau kusubscribe, like, share na comment kwa ajili ya maendeleo ya video kama hizi. Asanteni sana.